Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu tukielekea ukingoni. Tuelekee hadi kaunti nambari mbili ambapo wakazi wa wadi za Tiwi, Ramisi, Pongwe, Kikoneni na Kubo pamoja na Vanga huko Kwale wamekabidhiwa na serikali ya kaunti mbuzi 124 na ng'ombe 30. Leo tumeitana hapa ili kuweza kupeana wafugaji mbuzi 42 wa Tiwi, na lengo na shabani kupeana mbuzi ambazo zitaweza kuzalisha maziwa ya kutosha. Ni wale wakulima wetu ambao kwamba tumekabidhiwa hivi vitu leo, tuvilinde, tuvichunge, tuhakikishe kwamba huu mradi ni mradi wa kuendelea.